Tumeweza kukusanya jumla ya shilingi bilioni 33.6 kwa miezi sita Julai mpaka Disemba, ikiwa ni ufanisi wa asilimia mia moja kumi na moja. Ah, tumeanza utekelezaji wa kusanya kodi ya mapato kwenye mazao ya, kwenye mauzo ya mazao ya misitu. Ah, kodi hii tunakusanya asilimia mbili ya mauzo. kodi hii ni inatokana na utekelezaji wa sheria uliopishwa na bunge mwezi Julai, utekelezaji wake umeanza tarehe moja Januari mwaka huu. Kwa hivyo niwaombe, inafahamika kwamba madini ya Iringa mojawapo ni mazao ya misitu na kodi hii tumeanza kuikusanya kuanzia tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka huu. Niombe wajumbe wote walioko hapa, wenyeviti wa mashauri, tuwa mabalozi kwenye kuhamasisha kwenye eneo hili, kuzungumza na madiwani, kwenda kuzungumza na wenyeviti wa vijiji. Tutambue ni asilimia mbili na hii inalipwa na mtu binafsi kimsingi ni kodi ambayo inalipwa na watu binafsi ambao wanavuna mazao ya misitu kwenye eneo hili. Wajumbe wengine watakuwa mashahidi, wakulima wengi wa, wa, wavunaji wa misitu ambao tuseme kwamba ni watu binafsi walikuwa wakivuna wanakwenda kuuza, kulikuwa kuna changamoto hapa wa katikati, walikuwa wanaona kwamba tukienda kuuza nano na mashine ya FD ili niweze kuuza nisipate usumbufu. Lakini kwa sasa hivi tunataka mkulima akivuna, wakati anakwenda kuuza, analipa asilimia mbili tu ya thamani ya ule mzigo akishalipa tutampa certificate bila yeah, eh, EFD yuko kulima au yule anayevuna mazao yake, na ifahamike, hii sio kwa kampuni, ni kwa watu binafsi, ni asilimia mbili tu ya thamani ya ule mzigo wake, iwe mirunda, magogo, mbao, mkaa au jawepo kwenye sheria kwa wakati huu na kuni. Kwa hivyo sheria hii imeshaanza utekelezaji na sisi kama mkoa wa Iringa hatujaanza kukaa kwenye mageti kwa ajili ya kwa, tunasema kwamba tuendelee kuelimisha ili tunapoanza kusimamia sasa enforcement, watu wote wao wanafahamu. Ninaamini kabisa, waheshimiwa wabunge wana watu wengi sana nyuma yao, kwa watu waeleza kama eneo la Mufindi na, na Kilolo, nadhani ndio maeneo ambayo sehemu kubwa sana mazao yao yanapatikanika. Kuna makampuni mengi sana Mufindi yananunua moja kwa moja kutoka kwa wakulima. Tumeshaanza kuwashirikisha shiriki, tunataka watu wote, tunapokwenda asiwepo tunayemwacha nyuma, na sote tushiriki kwa kuhakikisha kwamba tunahamasisha kodi hii tunaikusanya pasipo kuwepo na na msuguano wote. Tunasema kwamba kama siku zote TRA tunasema... ndio ambayo anasaidia tunakusanya kodi pasipokuwa na changamoto. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na mwenyekiti, niombe pia niombe ninaomba kwamba nitoe rai kwamba wajumbe wote walio kwa hapa, wadau wote walio na walio hapa kuendelea kuwa mabalozi wazuri wa TRA kudai risiti kila tunaponunua bidhaa na pale ambapo tunafanya tunauza basi tutoe ni niseme tu ili tukusanye kodi, ni lazima kila mmoja ashiriki kwenye kulipa kodi, ili tuweze kuendelea kukimbiza shughuli zote za maendeleo, ni lazima Serikali iweze kukusanya kwao. Ni sana, wote tushiriki pamoja kuhakisha kwamba tunalipa kodi. Mimi naitwa Dikson Nathantevele Vila, mbunge wa Jimbo la Mafinga Mjini. Jambo la msingi ambalo limezungumzwa kwa kina na ambalo mimi kwenye jimbo langu la Mafinga linanigusa sana ni suala la, la uh, kodi ya asilimia mbili kwa wakulima ama wazalishaji wa misitu ambao sasa kwa muda mrefu kumekuwa na, na, na, na, na malalamiko malalamiko ya wakulima kwamba eh, mtu ana msitu wake yeye si mfanyabiashara, ana msitu na anataka kuuvuna TRA ye wanataka yeye awe na EFD mashine kwa ajili ya kuuza msitu ambao akiuvuna mara moja, hata kuwa na biashara nyingine ya kufanya. Sasa nimefurahishwa sana na, na mpango wa TRA kwamba kwa sasa mkulima akiuza mazao yake atatoa tu kodi ya asilimia mbili ambapo hiyo kodi ya asilimia mbili ya mauzo aliyoyafanya baada ya kutoa, hana haja ya kuwa na EFD mashine, hana haja ya kutoa risiti, wala hana haja ya kukwepa eh, yule mnunuzi akatafuta risiti za mtaani. Maana yake ni kwamba eh, wafanyabiashara na wakulima, ambao hasa hasa wakulima ambao wanauza misitu yao kwenye wilaya yetu ya Mufindi wanakwenda kunufaika na mpango huu wa TRA ambao hauta kwanza, utapunguza uh, mianya ya rushwa kwa sababu kwa mfano, kama mtu ameuza msitu wake wa shilingi laki mbili miti yake ya shilingi laki mbili, maanake anachangia shilingi elfu ishirini tu kwa serikali, kitu ambacho hakuna mwananchi anaweza akakataa kufanya hivyo, kwa sababu awali walikuwa wanafanya yaliyo makubwa zaidi. Analazimika anunue mashine sijui laki saba, analazimika atoe lisiti ambayo hata itolea tena hiyo mashine. Kwa hiyo mimi kama mbunge na nimesikia uh, mpango mzuri wa TRA lakini tumewaagiza TRA kwamba kabla ya kuanza ku, kuifanyia kazi sheria hii, kwanza waende kwa wakulima wakawaelimishe juu ya ulipaji kodi hii, waende wakakutane na wakulima kwenye vijiji Kuk, makosa makubwa yanayofanyika, makosa makubwa yanayofanyika kwenye sheria nyingi ni kuanza kutekeleza sheria bila wale wanaoifanya sheria ile kuhusishwa kikamilifu. Kwa hiyo tumewataka TRA waende kwa wananchi wakatoe elimu juu ya utekelezaji wa sheria hii ya kodi. Ili sasa baada ya wao kumaliza zoezi hilo basi wananchi waanze kulipa kodi hii na kodi hii ni rafiki kwa sababu mwanzo watu walikuwa wanalipa zaidi. Kwa hiyo hili tutaendelea kulisisitiza kwamba TRA mamlaka yetu ya mapato washuke kwenye vijiji washuke kwa wananchi kwenda kuwaelimisha kuhusu hii kodi, kabla hawajaanza kutekeleza jambo hili. Lakini kimsingi jambo ni zuri na litasaidia kuongeza mapato ya mkoa wetu na mapato ya Taifa letu. Kila ambaye sio mfanyabiashara lakini anataka miti yake iweze kuuzwa ili aweze kupata pesa, pengine kumlipia mtoto au kujenga nyumba au kufanya kitu fulani, amelima kwa mara moja, atakuwa analipa kodi ya asilimia mbili ya uh, mazao anayoyauza. Kwa hiyo cha muhimu sasa, sisi kama wabunge ambao tunatakiwa sasa tukae katika vikao vyetu au katika mikutano yetu yote, tuanze kuelimisha, yaani watu wote tuanze kuelimisha, lakini tunajua kwamba hao watu wanatoka kwenye vijiji. Ni vizuri sasa ukatoka waraka ambao utabandikwa katika ofisi za, za vijiji ili watendaji wa vijiji kwa sababu wao ni wa serikali na wapo kiwezekana, wenye viti wa vijiji wangeitisha mikutano ya vijiji vyote. Kila kila mwenyekiti aitishe mkutano wa kijiji kwanza, waelimishwe wale viongozi wa vijiji, ili kama kuna maswali wananchi wapate kuelimishwa, na pia waelimishwe kwamba ile kodi inasaidia nini, maanake wananchi wajue kwamba unapolipa kodi faida yake ni nini, na wasipolipa kodi faida hasara yake ni nini. Kwa hiyo hiyo italeta uelewa wa pamoja, wakianza kuelimishwa kule chini ngazi ya juu, wakija tena kwenye kata, tukienda sisi madiwani wote tukawa na uelewa mmoja, basi tutasimama mmoja kuakisha kwamba wananchi sasa wapati shida kwenye ile kodi ya miti ambao sio wafanyabiashara, manake wafanya biashara wanaeleweka, wana leseni, lakini wanaifidi mashine. Bongo Play TV.